Vipi mtoto wa kiume mwenye ghira, mwenye wivu na dada yake, mwenye wivu na mama yake, mwenye wivu na mke wake, unamuacha anatoka barabarani akiwa amevaa dera, unamuacha anatoka barabarani akiwa amevaa buibui, lakini buibui lile limebana mwili wake. Wivu uko wapi? La ajabu zaidi dada yako huyu, bali ni mama yako, bali ni mke wako, anaweka simu yake, anajirikodi, anafanya challenge. Kuna challenge zinaingia, zina na zinakuja mara kwa mara, watu wanashindana na challenge kama hizi. Mwanamke wa Kiislamu umeajiwaje, Khatib? Naam, sisi pia tuko katika mitandao. Sisi pia tunayaona yanayojiri. Sisi pia ni binadamu. Lisikushughulisha wewe kwamba natizama au usitizami, lakini nimeona na zinaonekana.